Almau almutaghayyir bitwahir, maji yaliyobadilika kwa kitu twahara, yaani kitu safi, sio najisi, sawa. Maji yamebadilika, yani kutoka katika uwasilia wake yamekuja kwenye kitu kingine, lakini hicho kitu kilichoyabadilisha maji chenye sio najisi, chenye ni twahir Kule tumesema maji halisikia hayajabadilika. Hapa tunasoma maji yanabadilika, lakini kinachoyabadilisha hayo maji sio najisi, ni kitu twahara, ni kitu safi, kitu safi kabisa, lakini kimebadilisha maji sawa. Anasema kuwa

au kumi au sifa zake zote zimebadilika, sawa. Tunarudi kule kule, sifa za maji ni tatu: rangi, ladha, harufu. Sasa haya maji yanabadilika, ima baadhi ya sifa moja au mbili, au sifa zote zimebadilika kwenye hayo maji, sawa

maji haya ili kubadilika na kitu kilichoyabadilisha hayo maji ni kitu safi. Ubadilikaji huo una namna tano, kubadilika huo kuna namna tano. Kwa hiyo hizo namna tano ndio ambazo unatakiwa utege masikio. Zisii moja, almau almutaghayyir vituli mi, maji yanaweza kubadilika kwa kukaa muda mrefu sawa? Kitendo tu cha yale maji kutuama sehemu muda mrefu, maji yanaweza yakabadilika, si tumaelewa. Lakini kilichoyabadilisha haya maji ni najisi? Ah, sio najisi inayobadilisha ya maji, ni kitendoto cha kukaa sana, maji yakatengeneza rangi nyingine au yakatengeneza harufu nyingine au yakatengeneza ladha nyingine, sawa. Kwa hiyo kitu cha kwanza kinachoweza kubadilisha maji maji kukaa muda muda mrefu. Kitendo cha kukaa muda mrefu, maji yanaweza kubadilika. Ndio maana haya maji tunayokunywa yanawekewa kemiko, hata yakikaa sifanya nini, isimayiliki. Kama haya kuwekwa ile kemiko ile, yakikaa yatafanya nini? Yatabadilika, atajenda kijani hata kama yamaanichu Yatajenga kijana. Ya. Wewe chukua ile chupa kubwa ile la lita 5, lita 10 na tatu. Chukua maji ya bomba au maji ya kisima wewe kabla afisunga. Halafu ile chupa ile ya kule wiki mbili tatu. Utayakuta ile maji inafanya nini? Anabadilika. Lakini chukua ile hapa lililowekwa zile kende. Liweke pale miezi mitatu. Utayakuta maji yako? Utayakuta maji yako vipi? Kwa hiyo kitu cha kwanza kinachoweza kubadilisha sifa za maji moja au mbili au zote kwanza, ni kukaa maji muda mrefu, au bimaanawaladafidi au maji yanaweza kubadilika kwa kuzalika vitu zingine kwenye hayo maji saa, maji yanaweza akabadilika kwa kuzalika mambo mengine kwenye hayo maji. Eh? Kama vile fii ni samaki au tuhududi, sijui tunaelewa. Unaweza kukapatikana ukoko chini ya maji au tufurubi ambayo inakaa juu ya maji, yani maji yanaweza yakatengeneza utando, utando wa kijani chini au yanaweza yakatengeneza utando wa kijani juu, kwa kukaa muda ayo, kwa kukaa muda Tunaelewana? Hiyo yote anazungumzia tu maji yaliyokaa muda mrefu yanaweza yakabadilisha sifa ya maji. Maji maji kukaa muda mrefu yanaweza yakazalisha kitu kingine eh, yanazalisha hiyo tuhuru, utando ule ukoko, unakaa juu ya maji au chini haya naona namba moja ni maji kukaa muda mrefu yanaweza yakabadilisha sifa ya maji namba mbili almau almutaghayyiru bimastaqarra fi mahali au mamarihi katurabin au murati au milhin almago alimotagayimu bimastakala fi mahali, eh, maji yanaweza yakabadilika kwa kule kuwepo katika ile ile sehemu yake. Maji yamegumzika kutoka sehemu moja kenda sehemu nyingine, yakashuka sehemu yakatuana sio kama maji ya kisima au maji ya mto au maji ya bwawa. Maji yametoka kule yamepumzika tu, yakaenda kukaa sehemu ambayo kwa kawaida huwa ikali maji. Maji yanaweza kubadilika pale, kitakachoyabadilisha yale maji ni ile ardhi iliyokalia ile ardhi yenyewe mahali ya pale, yakwenda kutua pale, pale panaweza kuyabadilisha rangi ya maji au sifa ya maji au harufu ya maji, sawa au mamarii au mle yalipokuwa yanapita kabla ya kufikia kule mwisho, mle yalipokuwa yanapita yakabadilika rangi. Yametoka kule masafi, lakini hapa yamepita, kuna udongo mwekundu, yakapita sehemu nyingine, kuna majivu, yakapita sehemu nyingine, kuna mzoga, yakapita sehemu nyingine, kuna machaka, maji yakabadilika rangi, fi makarihi au mamamei, sehemu yalikuenda kutuama, yanaweza yakabadilisha rangi au yalipopitia ya maji yanaweza kubadilisha rangi. Majana tumesema kama mtu amekaa kwenye nyumba imeezekwa kwa makuti au majani, mvua ikanyesha, yale maji yanapotoka kule yana rangi yao, lakini yanakuja kukusana na makuti au majani. Sasa haya inaitwa mamani, maji yamepitia sehemu ile sehemu iliyopita ikabadilisha rangi yalerangi eh. Kwa hiyo maji yakabadilika rangi kwa sababu ya pale yalipokaa, au mle yaiuua ikapita, kama vile mchanga. Maji yakipita kwenye mchanga ene rangi nyekundu nahiyo yanachukua rangi nyekundu au ma amepita kwenye eh, choka ndio yalikuwa eh, matingo ya zamani ya kujengea choka. Zamani kulikuwa hakuna simenti, watu walikuwa wanajenga kwa choka eh, na choka ni bora kuliko simenti. simenti naispa choka hakuna ksa majengo toka ailiwa na mkoloni miaka mia nenda kayaona, yaliyojengwa na nura yaliyojengwa na chokaa yako vile vile, yako vile vile. Na ukitaka kuyajua leo nenda kwenye eh, stesheni za treni, saa utaona majengo ya zamani, au kwenye maboma yale, wanaenda bomani doana yamejengwa na chokaa, yapo vile vile. Eh, majengo yale yaliyojengwa Zanzibar na ule ukanda wa pwani yapo vile yapo vile vile, sawa. Kwa hiyo maji yanaweza akapita kwenye nura, yakapita kwenye chokaa ile. Chokaa chokaa kwa kawaida inakuwa nyeupe. Kwa hiyo ikabadilisha rangi, ukaona yanakuja maji kama maziwa. Sasa eh sawa, au ili au maji yamepita kwenye chumvi, katika maji kupita, kama ni amvua yamepita sehemu ina chumvi, kwa hiyo ukia- ukiagusa utaona ladha imebadilika, ladha ya maji ile inakuwa imebadilika. Sawa, so, kwa hiyo shehe anachojaribu kukwambia kwamba kuna maji yanaweza kubadilika. Hicho kinachobadilisha hiyo maji ni kitu safi, hakina nini, lakini maji yanafanya nini? Yanabadilika. Tatu, tusome ya mwisho, tunachukua sifa tatu tu ya mwisho.

inakuwa vigumu kujiepusha na maji na hicho kitu yasu, inakuwa vigumu al-ihtirazo minhu, maji kujiepusha na kitu hicho. Sawa, hicho kitu kinaweza kiabadilisha maji, kawaraqi shajari, kama vile majani ya mti kisima lakini pembeni yake kuna mwembe au kuna mti fulani sawa. So, alladhi tulqihi riyah, hayo majani yanatupwa kwenye yale maji na upepo. Sasa kuna siku utaambiwa upepo usitupe usitupe majani kwenye maji, majiyasuu ah, alihtirazu minhu, inakuwa vigumu eh maji yale kujiepusha na yale majani kwa hiyo yale majani yaliyo yanaangukia yanabadilisha sifa ya yale ya rangi, au majani yale yanaanza kuwa na harusi fulani, maji yanabeba ile harusi. Sisi tunaelewa ya yameshabadilika. Kama majani yakiangukia pia ya o yanabadilisha ya na ya rangi au yanabadilisha harusi, hayo maji yamebadilishwa moja ya sifa Sawa, kwa hiyo sehemu hizi tatu za maji ni maji ambayo yanabadilika, lakini kubadilika kote huko hakuna najisi. Yaani mabadiliko yote haya ya maji tulielezea matatu haya ambayo yako matano, hakuna najisi iliyobadilisha hayo maji. Vyote vilivyobadilisha hayo maji ni vitu safi. si tumeelewana, maji eh, yamebadilika lakini yamebadilishwa na, na kitu safi, hakuna najisi nice. <coughs> si tumeelewana eh? Sasa tutajua hapo mbele matumizi ya hayo maji yaliyobadilika kwa kiwango hicho na kitu twahara maji eh aa mali au yote au sifa zote almahu lmutaghayiru bima tulia bihi inauhu. Maji yanaweza kubadilika rangi kwa sababu ya chombo, na rangi ya chombo imebadilisha rangi ya maji sawa. Anasema kakatoran, kama vile lami. Lami inaweza maji yakiingia kwenye lami, anaweza kabeba ile rangi ya lami. Lakini je haya maji yaliyobeba rangi ya lami yatakuwa nafaa kutumika? Yafaa, yanafaa. Yanafaa kufanya nini? Yanafaa kutumika. Tano, shekhe anasema, almau almutaghayyiru bima yujawiruhu, maji yamebadilika kwa sababu ya ujirani. Kuna kitu kiko jirani na maji, ule ujirani wa maji ukabadilisha, ukabadilisha harufu ya maji, sawa. Anasema kajifatibishatu ilmai, kama vile mzoga ambao uko pembeni ya maji. Huu mzoga hauko kwenye maji Mzoga uko pembeni ya maji sawa. Taghayara lma umirihiha, maji yamebadilika harufu kwa harufu ya ule mzoga. Ukianusa hivi maji maji, yamebadilika harufu, lakini ule mzoga hauko kwenye maji, uko pembeni ya maji. Alladhi hamalahu lhawau ilaihi, harufu hiyo ya mzoga upepo umeichukua umeiweka kwenye kwenye maji sawa au bimala yumkinu fasluhu min minalma au maji yamebadilika kwa kitu ambacho haiwezekani ha, kukitenga na maji. Kazaiti kama vile mafuta ya kula au shahbi au, au mafuta ya mnyama. Maji yamechanganyika na mafuta ya kula au mafuta ya ya mnyama, sawa, yamebadilika lakini je, unaruhusiwa kuyatumia? Unaruhusiwa kuyatumia, si tumeelewa? Kwa hiyo hizi ni aina tano za maji. Shehe anakuambia unaweza ukakuta maji yamevurugika, yame moja ya sifa zake, lakini maadhali kuvurugika huku hakujachukua sifa ya maji, hakuja uchukua utohara wa maji, basi hayo maji yataendelea kutumika kutawadha na na kukonda lakini ya yamebadilika rangi au harufu au ladha. Sawa, haya.